Wakizungumza mara baada ya kukagua mradi huo, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira NJUWASA, mhandisi Robert Lupoja na mbunge wa Njombe mjini Deo Mwanyika wanasema kukamilika kwa mradi huo kunakwenda kunufaisha mji wa Njombe katika mambo mengi, hususan mazingira, kilimo, na hata katika mchakato wa kupandisha hadhi halmashauri ya mji wa Njombe kuwa manispaa. Wamesema awali mji wa Njombe haukuwa na sehemu maalumu ya kuhifadhi maji taka, jambo ambalo lilikuwa hatari kiafya kwa wananchi. Miradi ya maji taka huwa inasanifiwa na kujengwa ili kusaidia kuondoa maji taka majumbani. Ni karibu asilimia themanini ya maji safi huwa yanageuka kwa maji taka, na kwa mji wetu wa Njombe ulikuwa hauna e, e, chujio la kisasa la kutibu maji taka ili kuyaruhusu maji yaende kwenye mazingira yakiwa rafiki kwa hiyo ndio bada tunasema tunaishukuru serikali kwa kuona hiyo ikatupatia fedha kwa ajili ya kutekeleza mradi huu Njombe. Katika mpango wetu wa miaka hii mitano ni kuwa manispaa, manispaa ya Njombe kutoka kwenye halmashauri ya mji, na ili huweze kuwa manispaa kuna vigezo, na moja ya vigezo, kigezo kikubwa ni kuwa na mfumo mzuri wa namna unavyosafisha maji taka. kwa hiyo mradi huu kwangu mimi ni moja ya miradi muhimu sana. Kuhusu hatua iliyofikiwa katika mradi, mkurugenzi wa NJUWASA mhandisi Lupoja anasema umefika asilimia 28 katika utekelezaji wake, huku mkandarasi Masoud Ally akisema wanakimbizana na wakati ili kumaliza ndani ya muda wa mkataba. Uko asilimia 28 na unapaswa kwa kweli kuisha kwa mujibu wa mkataba ni e, mwaka huu 2025 mwezi huu Desemba inapofika tarehe thelathini mwezi Desemba unatakiwa uwe umekamilika. Pia na pia watafaidika wakulima pia kupata maji kwa ajili ya kumwagilia. Mradi umeanza 2024. Ukiachana na ukaguzi wa mradi wa maji taka, ukaguzi mwingine umefanyika kwenye mradi wa Lugenge uliokamilika na kuanza kunufaisha wananchi, na hapa wakazi wa Ramadhani wanatoa hisia zao kwa kufikiwa na huduma ya maji baada ya kukumbana na changamoto hiyo kwa miaka mingi Mama, kutoka matamu sisi hatujawahi kupata maji toka miaka yote. Kwa hiyo mimi kwa leo napenda kutoa shukrani kwa viongozi wote, kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupatia mradi wa maji. Juu ya maji kwenye mtaa wa Ramadhani, inaenda kukatika, tuna tunaenda lika na matatizo mengine. Maji ilikuwa ni kero kubwa, ilikuwa ni kero kubwa, changamoto kubwa. Hadi mtoni huko tayari ilikuwa ni msongamano, asubuhi tunaamka saa kumi kufata maji mtoni. Kutoka mkoani Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.